<todicu> <todicu> <todicu> Mama Masaa alikuwa mwalimu, tulikuwa hatufahamiani kabisa, okay. Mama Masaa alikuwa mwalimu pale akala yes. Hatufahamiani kabisa sa. na mimi nilikuwa nipo tu Ndiyo. Hapa nyumbani hapa sa. tulikuwa <todicu> hatufahamiani, sasa tumekuja kufahamiana eh. Wakati walipokuja mondika mmoja kutoka wilaya na nani hmm.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 ndio wakatuambia mwanzishe, mm. na wanaume walikuwepo wengi wengi, mm. masai hakuwepo, masai tulimtafuta sisi so, so. tulivyoona watu wetu hawapo, lakini tulikuwa na, na, na so, so. Nakin kina baba wengi wengi asasi wakubuki